Bali Mungu anaiangalia njia bora zaidi, ili yawe majibu ambayo atakupa yawe na utukufu mbele za tunamwona Lazaro, hata Yesu alipopata habari kwamba Yesu amekufa, kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu alikuwa anaona, katika kijiji cha Bethania anakwenda ku alipokwenda kasoridi yapata siku nne, Lazaro akiwa amekufa ni mati, lakini Yesu akamwambia wasiwasi kwamba Lazaro amelala. Wanafunzi wake wakajua amelala usingizi wa kawaida. Pengine ataamka. Lakini akamwambia hapana, Lazaro rafiki yetu amekufa. Na mimi naoga kule hivi nipate kumwamsha. Bwana Yesu asiwe afate kwa wakati. Akasema nimewaambia mimi sikali siko kule. Lakini atakotokea muweze kumpa Mungu utukufu. Kwa hiyo katika mbele Mungu hatuchiku siku, kwa sababu Mungu atusikia. Mungu anasikia isipokuwa Mungu anasubiri mpaka kiwango ambacho utukufu wake utadhihirika zaidi katika ile uliyoomba. Kama Mungu anaona hata kidogo hautampa Mungu utukufu hiyo baraka inakuwa haimpi Mungu utukufu. Basi, sio sivyo eh? ya arobaini mstari wa kwanza, anasema, nani msubiri Bwana kwa saburi, akanielekea, Akanielekea akasikia kilio changu. Zaburi ya arobaini, mstari wa kwanza. Anasema, nani msubiri Bwana kwa saburi, Akanielekea akasikia kilio changu. Wao Warumi 12:12 nasema Furahini katika tumaini, vumilieni katika dhiki, dumuni katika maombi. Lakini Waebrania sita kumi na mbili inasema ili msiwe wavivu bali mfuate wale ambao kwa imani na uvumilivu ulizi ile ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua muda umekwenda sana Tukitamani kuendelea mbele, lakini azki kipi kimoja cha mwisho kwa, kwa kifupi. Bidii katika maombi ni ishara ya imani iliyo hai. Bidii katika maombi ni ishara ya imani iliyo hai. Bidii ni ule ushukuru wa ndani kabisa wa imani naotenda kazi. Si rahisi sana kuweza kuona matokeo ya matendo ya imani kupitia kupitia kwenye bidii ile bidii ya mtu ndio anaweza kuamini kwamba huyu mtu kweli ana imani iliyo hai ndani yake. Mbona wakati tamaa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kipindi hiki kwa kifupi tu tunajifunza kwamba imani bila bidii hufa haraka. Lakini bidii hufanya imani iendelee kukua. Bwana Yesu asifiwe. Imani bila bidii hufa haraka. Lakini bidii hufanya imani iendelee kukua. Unaona kwamba moto unapowashwa kwa mafuta unahitaji mafuta ili ule moto uendelee kuwaka usizimike. Hali kadhalika ndivyo ambavyo imani inahitaji bidii ili uweze kuongezeka na kukua. Kama ambavyo ule moto unavyohitaji mafuta ili uendelee kuwaka bila kuzimika, ndivyo ambavyo imani inahitaji bidii. Bidii yako inapopungua, hata imani yako yasia. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwamba unakuwa na bidii isiyoyumba Hakikisha kwamba unakuwa na bidii isiyoyumba. Yakobo mbili kumi na saba inatuambia kwamba hivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsi mwake. Hivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsi mwake. Hivyo maombi ya bidii yanapokosa bidii, maombi yanapokosa bidii, imani inakuwa imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi leo hii tutaongeza kiwango cha bidii katika maombi? Ni wangapi tutaongeza kiwango cha bidii katika maombi? Ni wangapi? Tunamwona yule mwanamke alikuwa anatoka damu miaka kumi na nane. Marko tano, mstari wa ishirini na tano mpaka thelathini na nne. Kule mwanamke ambaye kwa hapo kadamu amekaa miaka 18. Na unajua katika taifa la Israeli jinsi ilikuwa. Kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanaitwa najisi, wakoma kama walikuwa hapo kadamu walikuwa najisi, vipofu, viwete, au watu walikuwa wahusiku chama na watu wengine. Walikuwa wanatengwa. Lakini mimi mwanamke ameishi miaka 18 katika hali ya kutengwa. Aliposikia habari za Yesu, Yesu alipita. Na akaona matendo makuu ambayo amewaponya viwete, amewaponya watu wengi, bado yeye pia alisonga bidii. Hata Yesu alipopita sehemu, akaona kuna mkusanyiko wengi, hata Yesu hawezi kumwona ayo, akasema nitaongeza bidii, hata kama nikatalia watu, nitajificha kwa namna navyoweza, ili niweza kufikia tu ile pindo. Sikumgusa Yesu, lakini ile pindo tu, nafasi nitapogusa ile pindo. Ile bidii ya yule mama ilimsogeza. Halikuwa rahisi. Inawezekana alijaribu siku nyingi, akawa anashindwa, anajaribu na kujaribu kuweza kumkaribia, kwa sababu walikuwa ye arusiu kumkaribia, kwa sababu ye alikuwa rahisi. mado walisema, mimi nitaweka tu maji nitamkaribia. Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana ndivyo ambavyo sasa imani yetu sisi inapidi iweze kukuzwa na witii. Basi kwa sababu ya muda na muda umekwenda sana Tunatamani kuendelea katika sehemu chache ambazo tumejifunza tumombe kwa Mungu aweze kukuza bidii ndani yetu. Ikuze bidii ndani yetu. Tukuze bidii ndani yetu. Naomba sasa tusimame wote. Iwe na ile nguvu ya maombi, nguvu ya bidii katika Mungu. Tusimame sasa kama wimbo wa kujo ndio kwa kifupi. Rafikia mmoja e, kwa dakika chache hizi. Ni kuombe uombe kwa nguvu zako zote. Kwa dakika chache tu hizi. Hiki ni kipindi cha tofauti sana, ni kipindi cha matengenezo. Umwambie Bwana, umwambie Bwana, natamani kuwa na bidii. Ni kweli kabisa nikitazama mimi sina bidii kama baba yangu na mama yangu, kwa hiyo miaka yote 25 pamoja na kwamba alikuwa mtoto lakini bado anajitumaini. Mimi sina bidii kama yule mama yule mkaa nayo pamoja lipa na kwamba alipata mkoa zamani alikuchia wewe. Mii sina bidii kama yule mwanamke aliokaa miaka kumi na nane, lakini mii pia natamani kuwa na bidii ambayo naita kutafuta wewe. Naomba hata kipindi tofauti sana, elekeza moyo wako kwa Bwana. Unajichukua ndani ya moyo wako jinsi ulivyo. Ni mara ngapi imeweza kuomba lakini ukata tamaa? Ni mara ngapi hata mikesha ikija hauji? Ni mara ngapi ambapo hata kuomba nipalikuwa unashindwa kuomba hata chache inashirikana, basi Yesu mahali sasa wa anaokaribisha mahali hapa sasa hivi anataka kutengeneza, ili kuwe na hiyo tabia ya maombi. Anataka kujengea hali ya usikivu ndani yako, hivi bidii iweze kuongezeka, kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu.

hata katika ya malaoni na kuhusikia. Aa, huna wakati ambapo Mungu anakutengenezea nafasi. Mwambie Bwana, natamani sasa unijengee, nijengie hii bidii, niwe nayo ninapotoka sasa hivi, nisitoke kama nilivyokuwa, nitoke mtu wa tofauti kabisa. Unaendelea uhuru, unaendelea etka

Naomba asila sasa watoto wako hapo, katika jina la Yesu Kristo Na wa Nazareti. Nawala laosucila bila nguvu ya chao katika usiku na mchana, ziwanchala bila kukana tamaa. Ongezee nguvu ya Mungu ya kusonga mbele. Ongezee nguvu ya kusonga mbele. Pele nguvu tena anabidi kutafuta na mchana na kuanzia sasa na kuendelea, weo bani wewe Bwana watakutumikia wewe, isha wewe wasaidie. Nachokuomba tu Bwana jambo moja tu